sana Daktari Samia Suluhu Hasan. Daktari Samia Suluhu Hasani katika jimbo hili la Lupembe amejenga zaanati zaidi ya kumi na saba. Pigeni makofi mengi sana. <laughs> Ibumila oye! Katika jimbo hili la Lupembe lina vitongoji mia mbili ishirini na saba. Daktari Samia kapeleka umeme vitongoji mia moja sabini na mbili vimebaki hamsini na tano. Piga makofi kwa masamia suruasi. Yeah, yeah, yeah. Ibumila oye yeah, yeah. Daktari Samia tunamfahamu. Kwenye kata hii ya kichiwa tulipo, ulimuona mheshimiwa diwani wakati hii alikuweko hapa, amezungumza, wameahidi kuongoza kwa kura kwenye kata hii. Kwenye kata hii Daktari Samia ameleta mradi wa maji wa bilioni mbili pointi saba. Piga makofi kwa samia suruwaka. Ibumila oye! Lakini pia kwenye hili jimbo daktari Samia amejenga vituo vya afya vya kisasa vinne. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kama hilo halitoshi, ndugu mgeni rasmi, katika jimbo hili la lupembe chini ya uongozi wa Masamia Suluh Hasani tumepeleka umeme vitongoji 172 na, na vijiji vyote 45. Piga makofi kwa Samia Suluhasani. <tutu> <tutu> <tutu> Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipo sio mbali na kata ya jirani ya Mtwango yenye vijiji vya Itunduma, Lunguya, Welela, Sovi na Irunda, hapo napo wanamfahamu mama Samia Suluhu Hassan. Kata ya Igongolo wanamfahamu mama Samia Suluhu Hassan. Kata ya Ikuna, Kidegembe, Matembwe, Lupembe, Ninga, Ikondo, Mfiriga, Idamba, Ukalawa wanamfahamu mama Samia. Pigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nataka nikuhakikishie tumefanya kampeni jimbo zima, kwenye vijiji vyote na baadhi ya vitongoji. Nikiwa kama mgombea ubunge wa jimbo hili, nimewasikia wananchi wakiniomba nitakapochaguliwa kesho, yako mambo wameomba tukasimamie, ambayo wewe umeomba kwa shahidi yangu, Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipo wananchi wa Ibumila. Tumewaahidi kujenga sekondari yao ya kata, piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Naomba uwe shahidi mwaminifu tujenge shule ya sekondari hapa Ibumila na ipo kwenye ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ibumila oye, Ibumila safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wameniambia kwenye kampeni tunayo barabara ya muhimu sana kwenye jimbo la Lupembe inayoanzia Kibena stopu Lupembe mpaka Madeke. Barabara hii inabeba roho ya uchumi wa wananchi wa jimbo hili lote la Lupembe. Barabara hii kijengwa kwa lami, itafanya hili jimbo uchumi wake kubadilika sana, itafanya viwanda vingi kujengwa itafanya wawekezaji wengi kuingia kuwekeza Lupembe, itafanya mazao ya wakulima wa jimbo hili yapande thamani, itafanya nauli za magari zipungue. Barabara hii ni muhimu sana, ndugu mgeni rasmi, na ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja mkoa wa Njombe, alituambia barabara hii itaanza ujenzi ombi la wananchi hawa mbele yako mgeni rasmi, na mimi kama mgombea, kiu ya wananchi hawa wakiwepo wa Ibumila wenyewe ni kutaka barabara hii ianze ujenzi, ikamilike, wananchi wapite kwenye mkeka mweusi. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Ibumila oye! Owe! Lakini pia ndugu mgeni rasmi, wananchi hawa waliniambia kwamba tumejenga zanati nyingi, tumejenga shule nyingi, watumishi hawatoshi. Katika jambo wametuomba tutakapochaguliwa kesho tukahakikishe kwamba serikali inaajiri watumishi wengi, ili wananchi waepukane na adha ya kuchangia michango ya walimu na watumishi wa kujitolea. Ibumila, uongo kweli? CCM, oye Kidumu chama cha mapinduzi! Jimbo la Lupembe ni jimbo la wakulima. Wamefurahishwa sana na mpango wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuleta mbolea, madawa ya ruzuku kwa wakulima. Wameomba mpango huu uendelee. Ibumila kweli siyo kweli? Ibumila oye! Wananchi wa jimbo la Lupembe tukiwa kwenye kampeni wamenieleza kwamba wanatamani vitongoji hamsini na tano ambavyo bado havijapata umeme vipate umeme vyote. Ibumila, uongo kweli? Piga makofi kwa chama cha mapinduzi <laughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, umeona vijana wamejaa hapa. Nimefanya kampeni katika jimbo zima la Lupembe, kwenye kila kijiji kwenye kila kata, mamia na makumi ya vijana wana imani na Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana, uongo kweli? wametuambia mheshimiwa mgeni rasmi kwamba vijana wa jimbo la Lupembe wanatamani mikopo ya vijana iendelee kuwa mingi zaidi. Pige makofi kwa Samia Suluhu Hassan. Ndugu <tipa>. mgeni rasmi umeona kina mama wako hapa wamefurahi wakimwimbia mama Samia Suluhu Hassan, wameniambia kama mgombea ubunge kwamba kwao jambo la afya ni jambo la muhimu sana, hasa afya ya mama mjamzito na watoto. Wameniambia kama mgombea ubunge wanatamani tukichaguliwa, kesho swala la bima ya afya kwa kina mama na watoto kwa wazee na wenye ulemavu ni muhimu sana. Ibumila kweli sio kweli? Piga makofi kwa mama Samia Suluhu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia wananchi hawo wa jimbo la Lupembe katika tarafa ya Lupembe kule wana kilimo cha chai na wenyewe waliniambia kwenye kampeni kwamba wanatamani kesho, baada ya kuchaguliwa, tuhakikishe zao la chai linakuwa na soko la uhakika na viwanda vikafufuliwa. Ibumila kweli, siyo kweli? Ibumila oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa jimbo la Lupembe, na mimi nikiwa ndiye mgombea ubunge wa jimbo hili, kwa kazi nyingi alizofanya Mama Samia, jimbo la Lupembe tumekubaliana kesho tunaenda kulipa deni kwa Mama Samia. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Mama Samia oye! Wanaosema kesho tunalipa deni kwa masamia, ya mikono juu! Ibumila, umeona hii mikono. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi jimbo la Lupembe, siku ya kesho, nataka niwaombe wananchi wa kata zote kumi na mbili za jimbo la Lupembe, mheshimiwa madiwani wenzangu baadhi wako hapo, umeona. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawaomba wananchi kesho, jambo la kwanza asubuhi baada ya sala ni kwenda kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi. <muchasana>